Nicolas Sarkozy amerejea pale alipokuwa akitawala habari na kuligawa taifa. Miaka 13 baada ya kuondoka kwake madarakani, anakaribia kuwa rais wa kwanza wa Ufaransa kufungwa jela baada ya kupata kifungo cha miaka mitano kwa kula njama za uhalifu. Na mazingira yamejaa ugomvi ule ule wa kibiriti ambao mara moja ulitumia kuashiria kila hatua yake akiwa safi kutokana na hukumu yake katika kesi ya fedha za Libya siku ya Alhamisi, alizungumza kwa hasira kali kuhusu chuki isiyo na kikomo ambayo alisema bado alikuwa mwathirika. Tangu alipoibuka kama bingwa wa mrengo wa kulia, Sarkozy alishawishika kuwa alikuwa akilengwa na chama cha mrengo wa kushoto ndani ya mahakama na vyombo vya habari vya Ufaransa, na kwa sentesi hii anadhani umekuja uthibitisho usio na shaka zaidi. Kwa nini, wafuasi wake wanauliza, mahakama ilimfutia mashtaka matatu kati ya manne yaliyokuwa yakimkabili: ufadhili haramu wa chama, ubadhirifu wa fedha za Libya na ufisadi? Kwa nini mahakama ilimtia hatiani tu kwa shtaka la mwisho, lile la kukamata wote la chama cha wahalifu, mara nyingi hutupwa kwa washirika wa magenge ya dawa za kulevya, wakati wa upelelezi, hawana kingine cha kuendelea na kwa nini baada ya kumtia hatiani kwa shtaka hilo dogo, basi mahakama ilimpa adhabu ya kufedhesha na kali namna hiyo? Sio tu kwamba walimpeleka mzee wa miaka sabini hadi miaka mitano jela, ilikuwa ni miaka ishirini ya kushangaza baada ya kosa hilo pia walieleza kuwa hukumu hiyo haikuwa ya kusitishwa. Kwa maneno mengine, walisema angeenda jela hata kama angekata rufaa, ingawa katika sheria ya Ufaransa inasubiri rufaa kwa nadharia bado hana hatia. Wakati tu ulifikiri tamaa za zamani kwa mtu na dhidi ya mtu zilianza kufifia, gafra zinarudi kwa kisasi. Wengi watahisi huruma na Sarkozy, sio lazima kwamba hana hatia kabisa katika suala hili la kutafuta pesa za kampeni za Libya lakini wataona ukweli fulani katika madai yake ya kudhulumiwa, kwamba kuna baadhi ya watu katika taasisi ya Paris ya politico mediatiki mahakama ambao wanamchukia rais wa zamani na kufurahia kumwangusha. Hata hivyo, angalia lenzi nyingine. Na Sarkozy si kiongozi wa zamani wa nchi aliyefanya kwa bidii na mkuu wa nchi lakini ni mwendeshaji wa siasa mwenye ubinafsi na ushawishi mkubwa ambaye mara kwa mara amesukuma sheria kufikia kikomo chake ili kupata njia yake. Kwa nini tena kungekuwa na mfululizo wa kesi dhidi yake? Kwa nini pengine Sarkozy tayari angepatikana na hatia kwa mashtaka mengine mawili ya rushwa, mara moja kwa kujaribu kuteka nyara jaji na mara nyingine kwa ufadhili haramu wa kampeni? Na kama mahakama sasa imeamua kumtupia kifungo hicho katika suala la Libya, labda ni kwa sababu shtaka la kujaribu kutafuta fedha za uchaguzi kutoka kwa dikteta wa kigeni ni kubwa sana. Yote yanafaa leo kwa sababu ingawa Sarkozy hana ushawishi tena ambao wengine wanamfanya kuwa mabishano kuhusu kesi hii yanaibuka kupitia ukumbi wa magofu ambao ni siasa za Ufaransa. Mrengo wa kulia huchukua jukumu lake, akilia juu ya ufikiaji kupita kiasi wa mahakama ya mrengo wa kushoto. Marine Le Pen yeye mwenyewe alipigwa marufuku kugombea uraisi kwa sababu ya kifungu cha kutokusimamishwa katika hukumu yake mwenyewe. Mapema mwaka huu alikuwa wa kwanza kushutumu ukosefu wa haki, na upande wa kushoto unaona yote hayo kama ushahidi zaidi wa fursa ya watu matajiri wenye nguvu, wanapata nguvu zaidi kwa kupuuza sheria kwa upole.